Angaza rasmi kuachana na matumizi ya unga. Lakini ghafla taarifa zimerejea tena kuwa karudia. Taarifa hizi zimetoka kwa meneja wake ambaye alishiriki kwa kisha dogo, harudii tena dawa. Imekuwaje tena? Tutataka kujua hapa hapa kwenye Planet Bongo. Lakini tumeongea na mmoja wa marafiki zake kwa muda mrefu anaitwa Nyandu Tolls, kutaka kujua endapo amesikia taarifa hizi. Lakini cha kushangaza, wanaambiwa Nyandu hajawahi kuamini kama Young D anatumia unga hadi aliposikia katangaza, na hata sasa aamini kama karudia. Tumsikilize kwanza Nyandu Tolls, alafu tutarudi hapa, hapa kwa bwana Max Unajua uh, niweza kusema kitu kimoja kwanza. Napenda kuongea kwamba unajua, najua Nyando na mj wao ni tofauti na leo. Unajua Nyando ule ambaye umempigia leo, unajua namaanisha kwamba yani, ni mdogo wangu sana sana sana sana. nikiongelea mdogo wangu mdogo wangu kwamba mi ni mtu mzima ambaye naishi na familia na vitu vingi ambavyo naviongoza kwenye maisha unielewa, so kwa hiyo mara mara nyingi huwa mimi natofautiana na Max kwenye mambo kama hayo, lakini ilifika kipindi baada ya Young D mwenyewe kujitangaza. Unajua, hata mara ya kwanza kama unakumbuka vizuri, kwangu pia ilikuwa ni jambo geni kusikia Young D mwenyewe kaprove kwamba kweli alikuwa anatumia. Naelewa anachomaanisha kwamba Young D kwa kwa kwa anapofanya ya mambo yake hayo binafsi, awezi kunishirikisha mimi hata siku moja sikumoja, unaelewa mwenyewe anajua, kama una uwezo na uwezo, unaweza ukamuuliza kwamba taandii ka karudi ka tena kwake sijawahi kufika kwa mat, sijawahi kufanya chochote kile nikiwa mimi Young D na mat, but kulikuwa kuna vitu tu ambavyo vinaendelea baina ya Young D na uongozi wake ambavyo mimi sijafikiwa kiundani, kwa sababu ili mwenye napendaga kumwona Young D ni ni ni dogo ambaye anafanya movements zake kwenye haya maisha unaelewa. So siwezi kuamini kwamba karudia au ajarudia, kwa sababu hata mara ya kwanza upande wangu alikuwa ajawahi kunikubalia, na kweli anatumia unaelewa, sijui kuhakikishia Tanzania kama kweli karudia au hajarudia, kwa sababu sina uhakika wa aina yoyote. na yandikainae sana ni mara chache sana. mara ya mwisho mina andiutana ilikuwa ni studio kwa. Kwa hiyo Max, kama Max, kama brother alikuwa anatakiwa atumie matafo yake akiwa kama brother. So kama ya kamshindo ya ndii, sidhani kama ni ni ni, ni, ni ni kitu kizuri kuongea vitu kama hivyo wakati waka. Waka kama uona, wajahua, mundo, tazat, uzot, uzot. Ustaydia, wajijana, kama vingine kumkataza labda unajua, namuomba hio tu ingine aaaa nusady i lakini tumejaribu kumtafuta Young D na haya ndio yalikuwa majibu yake. Haya, msikilizeni. Yehivyo ndivyo ambavyo amesema, lakini hajasema yupo wapi. Taarifa tulizonazo kutoka kwa Amba Lulu ni kuwa wameondoka na Young D kwenda Zanzibar, so Young D huenda muda huu yupo Sakizanji Zanzibari. Fureshi hii ni story tatu ya Planet Bongo.